Unapojifungua mtoto akaja amekunyea tumboni, madhara yake ni nini? Maana anasikia mtoto akikunyambia tumboni auji kuzaa tena, je ni kweli hasa inawezekana? Wewe umekuwa ukijiuliza swali? Kwanza kabisa, sababu zipi ambazo zinapelekea mtoto huweza kunyea tumboni, na anaweza kanyea tumboni kabla hujajifungua. Japokuwa sijamuelewa vizuri swali lake, alikuwa anamaanisha kwamba mtoto alimnyea tumboni mara baada ya yeye kue, kuweza kujifungua. Maana mama anapokuwa umejifungua yule mtoto tunapomtoa, haswa kama umejifungua kawaida, huwa tunamweka tumboni, agusana na wewe ngozi kwa ngozi, wakati anaendelea kupukutwa au kuondolewa yale majimaji ambayo ametoka nayo tumboni. Hasa wakati ule pia anaweza akanya akakunyea pale kwenye ngozi ya tumbo. Sasa sijui alikuwa na maana hiyo au alikuwa na maana kwamba mtoto akinyea tumboni kabla haujajifungua au kabla hujazaa, inaweza kuwa na madhara, na moja ya madhara ambayo ameweza kuyasema ni kwamba mama hatakuja kuzaa tena, na anauliza je, kuna ukweli? Ukweli ni kwamba hii si kweli, kwa sababu mtoto anaponyea tumboni haina mahusiano yoyote na we mama kushindwa kuja kubeba tena mimba au kuzaa tena, labda kama kuna shida ilitokea kubwa ikapelekea kizazi chako kuweza kutolewa hapo unaweza usije kuzaa tena, lakini kama mtoto tu amenyea tumboni, labda kuna mambo ambayo ya yalipelekea mtoto aweze kunyea tumboni kabla hujamzaa au kabla ya kuweza kujifungua au katika harakati za kuweza kujifungua, kipindi cha uchungu, basi hiyo sio sababu ya wewe kukupelekea kwamba ukose mimba zijazo au ushindwe kuweza kuzaa tena. Kwa hiyo huwa hamna ukweli wowote. Sasa basi mimi nataka kuzungumzia kuhusiana na sababu zipi au vihatarishi vipi ambavyo vinaweza kapelekea mtoto wako akanyea tumboni ambayo mara nyingi tunasema kwamba kuna maji ambayo yanamzunguka mtoto. Sasa yale maji huwa yanaitwa amniotic fluid. Sasa yale maji kama mtoto amenyea kwenye yale maji, huwa tunaita meconium stain liquor, kwa maana kwamba kunakuwa na ile hali ya kinyesi, na tunajua kwamba kinyesi ambacho mtoto anatoa kwa mara ya kwanza kabisa anapokuwa anaweza katolea tumboni, ambayo sio kitu kizuri, japokuwa anatakiwa kitoe au kinyesi cha kwanza kabisa, mtoto ambacho huwa anatakiwa atoe ndani ya siku mbili tokea aweze kuzaliwa kinaitwa meconium. Na choo hichi mara nyingi kinakuwa na rangi nyeusi au rangi fulani ya kijani ambayo inaelekea kuwa na weusi na kina natanata fulani hivi, kama mwai kukiona kama imeweza kujifungua. Sasa mara nyingi hali hii ya kwamba mtoto akajinyea tumboni si hali ambayo ni nzuri, kwa sababu inaweza ikaashiria kwamba mtoto huyu alikosa hewa tumboni au alipata stres akiwa tumboni. Sasa mara nyingi huwa inawakumba wale watoto ambao wamekomaa vizuri au mimba ambazo zimekomaa vizuri, mimba ambayo ina wiki 37 na kuendelea, haswa haswa mimba ambazo zimepitiliza ile tarehe ya matarajio, kwa maana kwamba labda na wiki 41 na na kuendelea, au wakati mwingine kwa mama ambaye mimba yake imepitiliza kabisa, imefika wiki 42 au zaidi ya wiki 42. Kwa nini? Kwa sababu mfumo wa chakula wa mtoto unapokuwa tumboni huwa unakomaa vizuri sana mimba inapokuwa imekomaa. Kwa hiyo unakuta mtoto unapokuwa tumboni mimba ikiwa ina wiki 37, mfumo wake wa chakula unakuwa umekomaa vizuri. Kwa hiyo unakuta kwamba mtoto huyu kama amepata changamoto fulani ambayo ikampelekea kuweza kukosa hewa, basi mara nyingi mfumo wa hewa kwenye ubongo na kwenye uti wa mgongo huwa unasisimuliwa. Unaposisimuliwa unakwenda kusisimua mfumo wa chakula, na mfumo wa chakula basi unatengeneza ule mjongeo, lakini vilevile e, ule mlango wa kwenye choo au tunaita sphincter basi huwa inalegea na inapolegea, kwa sababu kuna kwa na mjongeo wa utumbo, mwisho wa siku kile choo kinaweza kikasafiri na kikatoka. Kipindi ambacho mtoto wewe amepata huo msongo au amepata stress au amekosa hewa ambayo imemletea hiyo changamoto, kwa mwisho wa siku mtoto anaweza kanyea tumboni kabla hujajifungua, kabla uchungu ujaanza, au kipindi ambacho ulikuwa unajifungua, lakini muda mfupi au anapoelekea kwenye zile hatua za kuweza kujifungua, akitoa kile choo, mara baada ya kuweza kuzaliwa hakitakuwa na athari zozote. Athari zinaweza kutokea pale ambapo mtoto ameweza kunyea tumboni, kwa sababu anaweza kuyanywa yale maji ambayo yana mchanganyiko na hicho kinyesi cha kwanza kabisa cha mtoto, na kama ata atakunywa mwisho wa siku inaweza ikapelekea kwamba kile choo kikaenda moja kwa moja kwenye mfumo wa hewa kwenye mapafu vikaziba vile vijifuko vidogo vidogo ambavyo vinahusika na kubadilishana hewa safi na chafu na mwisho wa siku mtoto kazaliwa na changamoto za upumuaji. Sasa hali hii mara nyingi huwa haiwakumbi watoto ambao hawajakomaa kwa sababu mfumo wa chakula unakuwa hujakomaa vizuri. Kwa hiyo mimba ikiwa na chini ya wiki 34 huwezi kuona mtoto amejinyea tumboni kwa mama kabla ya mama huyu kuweza kujifungua. Kwa hiyo mara nyingi huwa ina athiri watu, eh, mimba ambazo zina wiki 37 na kuendelea, haswa kama mimba imepitiliza muda wake iko zaidi ya wiki 42, ndio maana ushauriwi kuchelewa kuweza kujifungua. Sasa basi kuna mambo ambayo yanaweza yakachangia mtoto aliyeko tumboni kwa mjamzito kujinyea ndani au kunyea ndani ya tumbo la mama na mwisho wa siku ikaleta madhara kwake mtoto, lakini wakati mwingine inaweza ikachangia pia madhara kwa mama. Sababu hizo, sababu ya kwanza kabisa ni endapo kama mama ana magonjwa fulani fulani, magonjwa kwa mfano kama presha, labda una presha ya ujauzito, lakini vilevile labda una presha ya muda mrefu, na mwisho wa siku ikapelekea zile dalili za kuelekea kuwa na kifafa cha mimba ambayo tunaita preeclampsia, inaweza kaongeza hatari ya mtoto aliyoko tumboni kuweza kupata ile haja kabla hajazaliwa, maanake kipindi ambacho mama ni mjamzito lakini mimba ikawa imekomaa vizuri. Lakini vilevile, sababu nyingine, magonjwa ambayo mama anaweza kawa nayo kwa mfano magonjwa ya kisukari, haya yanaweza kuchangia. Kisukari cha ujauzito, kisukari cha muda mrefu, labda aina ya pili au aina ya kwanza, hivyo vyote vinaweza kuchangia mama akawa na mtoto ambaye ndani yake amepata kile choo, na inaweza kawa hatari. Sababu nyingine inaweza kawa inahusiana na umri wa mimba. Mimba mimba inapozidi kuongezeka, kwa maana kwamba No, unajua muda wa kuweza kujifungua ni kati ya wiki 37 mpaka wiki 42, lakini si vyema sana kuweza kufika wiki 42. Ndio maana unashauriwa ikifika wiki 41, ni vyema kuweza kwenda hospitali kwa ajili ya kuanzishiwa uchungu. Ukizidisha wiki 42, mtoto anaweza kupata choo ndani ya tumbo lako wewe au ndani ya mji wa uzazi, na ikawa hatari endapo akivuta au akinywa maji ambayo yamechanganya na choo lakini vilevile mtoto ambaye amekuwa na changamoto ya udumavu, labda ulikuwa na presha, kondo la nyuma likawa alifanyi kazi vizuri, akawa na udumavu, kuna asilimia kubwa au uwezekano mkubwa wa mtoto huyu kuweza kupata choo ndani ya tumboni kabla ya kuzaliwa, haswa mimba inapokuwa imeanza kuzidi wiki 41 wiki 42 na kuendelea. Lakini vilevile kondo la nyuma, kama kuna hitilafu yoyote ambayo inapelekea kondo la nyuma kuweza kuzeeka mapema hapa anazungumzia akina mama ambao wanavuta sigara, wanatumia madawa kulevya ambayo yana cocaine ndani yake. Hiyo inaweza ikachangia kondo la nyuma kuto kufanya kazi vizuri. Na tunajua kwamba kondo la nyuma ndio linalohusika kuweza kupeleka hewa safi na kutoa hewa chafu kutoka kwa mtoto kwenda kwa mama kwa ajili ya kupeleka kwenye mapafu ya mama na kubadilishwa. Ndapo kama kondo alifanyi kazi vizuri, mtoto atapata stress au wakati mwingine mtoto anaweza kakosa hewa safi, na akawa kwenye mazingira ya hypoxia au upungufu wa ile hewa ya oxygen. Mwisho wa siku akapata stresi na mfumo wa fahamu wake ukasisimuliwa ukasisimua mfumo wa chakula wa mtoto huyu aliyoko tumboni, na mwisho wa siku mtoto akaweza kupata choo ndani ya tumbo kabla ya kuweza kuzaliwa. Hiyo inaweza ikahatarisha, lakini vilevile mtoto ambaye labda wakati wa kujifungua uchungu ulichukua labda muda mrefu sana, e, tunajua kwamba mji wa uzazi unapo contract unapokuwa unasukuma mtoto nje, mwisho wa siku mtoto anaweza kawa, kwa namna moja au nyingine, anakosa hewa. Anapokosa hewa, anaweza kanya ndani ya tumbo hii, na mara nyingi huwa inatokea kipindi ambacho mama anajifungua, haswa kama uchungu umekuwa wa muda mfupi sana, au kama uchungu umekuwa wa muda mrefu kuliko muda ambao ni stahiki. Matokeo yake ni kwamba mtoto huyu anaweza kapata choo kabla ya kutoka tumboni, na mwisho wa siku anaweza kuyanywa yale maji ambayo yanachoo. Akiyanywa basi anaenda kuharibu mfumo wa upumuaji, yanaenda kuziba vile vifuko vya hewa au tunaita alveol, na mwisho wa siku upumuaji wake hautakuwa vizuri, na hata yale majimaji ambayo tunaita surfactant hayatatengenezwa vizuri, na matokeo yake mtoto huyu mwisho wa siku anaweza kazaliwa na changamoto ya upumuaji na unaweza kumpoteza. Wakati mwingine, kondo la nyuma linaweza likawa limezeeka sana. Unakuta mimba ina wiki labda 38 haijafika hata ile tarehe ya matarajio, lakini limeshachoka kwa maana kwamba limezeeka labda kutokana na sababu mbalimbali kama vile matumizi ya sigara au kokeni, lakini vile vile kwa wale ambao walikuwa na pressure au pressure ya muda mrefu. Na mwisho wa siku kondo la nyuma likawa limezeeka, basi ikashindwa kupeleka hewa safi kwa mtoto, au ufanyaji kazi wake ukawa hauko vizuri, kapelekea udumavu wa mtoto aliyoko tumboni na mwisho wa siku akakosa hewa. Hiyo inaweza ikachochea mtoto huyu kuweza kupata choo. Tukumbuke sana haswa mama ambaye unajua kabisa mimba yako imefika wiki 41, ni vema kuweza kwenda hospitali. Usisubiri wiki 42, kwa sababu ni mwishoni na mara nyingi kondo la nyuma linakuwa limechoka, na madhara yake ni haya, mtoto atanyea tumboni kabla ya kuweza kuzaliwa. Lakini vilevile vile, mara nyingine huwa inatokea kipindi ambacho mama unajifungua, na inawezekana huyo aliyeuliza swali kwamba amekutana na hii changamoto labda ilitokea kipindi ambacho yeye alikuwa anajifungua. Kwa hiyo mtoto akanyea tumboni na matokeo yake ni kwamba akazaliwa, labda mtoto wake alikuwa vizuri, lakini akaambiwa kwamba hata kuja kuzaa tena. Hii si kweli, anaweza kuja kuzaa tena kama kawaida. Mara nyingi inaweza kumwathiri zaidi mtoto, lakini kwa kinamama ambao wanajifungua kwa upasuaji, wakati mwingine inaweza kuwa kuna changamoto wakati wa kumtoa mtoto, na mwisho wa siku akanyea kile choo, na labda kikachanganyana na damu kikaanza kusambaa kwenye sehemu ya tumbo, ambayo madaktari wengi wanakuwa makini kuweza kuhakikisha kwamba kile choo hakichanganyani na mfumo watumbo wa mama mara baada ya kuweza kuzaliwa kwa sababu pale panakuwa pako wazi. Kwa hiyo, matokeo yake ni kwamba endapo kikichanganyana, kinaweza kuongeza uwezekano wa mama kuweza kupata maambukizi ya bakteria japokuwa choo hichi kinakuwa tofauti na choo cha mtu wa kawaida ambaye amekwisha kuishi duniani. Mara nyingi choo hichi kinakuwa sterile, hakina bakteria ndani yake na hakiwezi kuambukiza. Japokuwa, huwa turuhusu wakati wa kujifungua upasuaji choo hicho kitokee kwenye mji wa uzazi na kiweze kudondokea kwenye mji wa uzazi kwa sababu inaweza kaongeza uwezekano wa kupata maambukizi ya bakteria. Kwa hiyo mara nyingi huwa inatokea, lakini ikitokea kipindi ambacho mtoto amekwisha kuzaliwa, kwa maana kwamba labda amezaliwa muda ule ule mfupi ndo akapata hicho choo, haina shida, ni kitu cha kawaida kabisa, kwa sababu anakuwa amepitia ile hali ya kujifungua na hizi stress za kupita kwenye njia ya mama, kama kama alizaliwa kawaida kama alijifungua kwa upasuaji, kile kitendo cha kutolewa nje na zile stress anazozipata basi naweza zikapelekea hicho choo kuweza kutoka. Na wakati mwingine watoto wengine wanakojoa kabisa, ni kitu cha kawaida kabisa bila kuwa na shida yoyote. Changamoto inatokea pale ambapo akipata choo mtoto ndani ya tumbo la mama kwenye mji wa uzazi, inaweza kuwa na madhara kama tu akianywa kile choo na maji yale ambayo yanamzunguka mtoto inaweza kuwa na madhara kwenye swala la upumuaji, na wengi huwa wanapata changamoto ambayo tunaita kitaalam meconium aspiration syndrome, ambayo mara nyingi kama ame aspireti mengi sana, inaweza kuwa na madhara makubwa na ukampoteza mtoto wako. Sasa bila shaka, inawezekana unajiuliza maswali kwamba ni vipi uweze kuzuia kuhakikisha kwamba mtoto wako hanyei tumboni kipindi ambacho wewe ni mjamzito. Kwanza kabisa, hakikisha kwamba unaenda kliniki kadiri ratiba ya kliniki au mwe mhudumu wako wa afya anapokuelekeza, kuhakikisha kwamba unafuata zile ratiba zote za kwenda kliniki na kutumia dawa vizuri, kupata lishe ambayo ni bora ili mtoto asiwe na udumavu tumboni. Ni vyema kuweza kufanya ultrasound mapema ili kujua umri wa mimba, na hakikisha mimba inayofikisha wiki 41 uende hospitali usizidishe wiki arobaini na moja na kwenda wiki arobaini na mbili kwa kusubiri uchungu. Hata kama unajifungua kawaida kama uchungu amna, ni vyema kuhakikisha kwamba unaenda hospitali watakuanzishia uchungu. Lakini vile vile, kama na ndugu yako anavuta sigara, anatumia kokeni na unaishi naye, labda ni mme wako, ni vyema kuweza kuepuka na kumshauri kwamba inaweza kuwa na madhara kwenye ujauzito wako. Lakini utakapofanya ultrasound huku mwishoni mwa ujauzito, ukaambiwa kondo limezeeka labda labda hatua ya pili ya tatu, ni vyema kuhakikisha kwamba unaenda hospitali kwa ajili ya kuweza kuanzishiwa uchungu ili uweze kujifungua. Maana unapozidi kusubiri, basi mwisho wa siku kondo linachoka, mtoto anaweza kuduma lakini vile vile, inaweza kuleta hizo changamoto za kwamba mtoto akanyea tumboni na kuwa na madhara. Endapo uchungu ulikuwa wa muda mrefu sana na madaktari wakakushauri kwamba uweze kwenda kufanyiwa upasuaji na mtoto wako ameshanyea tumboni, basi ni vyema kuweza kukubali kuhakikisha kwamba unajifungua upasuaji ili kuweza kumwokoa mtoto wako. Sasa kama ulikuwa unajiuliza maswali kuhusiana na kuanzishiwa uchungu ndo ipoje, lakini vilevile, mama mjamzito mwenye vigezo vipi anataka kuweza kuanzishiwa uchungu. Kama ulikuwa na swali hilo, unaweza click suggestion hiyo hapo, kasikiza video kuhusiana na kuanzishiwa uchungu, vigezo vyake, lakini vilevile na faida zake. Kama utakuwa na swali, niulize hapo chini. Mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.